Nchi za magharibi ziko bize kutangaza faida ambayo wa China wameitengeneza ndani ya mwaka huu, maanake hata kabla mwaka haujaisha tayari wa China wameshatengeneza faida ya dola trilioni moja nukta sifuri nane kabla mwaka haujaisha. Sio wa China wanapiga kelele ha -ha, ni waindi na watu wa Ulaya na Marekani kwamba huyu bwana tayari ameshatengeneza faida. Najua kuna wale watu ambao wanajua uchumi wanaweza wakasema huyu bwana anadanganya, trade surplus sio faida, au trade deficit sio hasara. Kwa mtu asiyeelewa, iko hivi: wachina wanauza bidhaa zaidi nje ya nchi yao kuliko wanavyonunua huku, wamarekani wakiwa wananunua zaidi bidhaa kutoka nje kuliko wanavyouza nje. Je, katika muktadha huo nani anayetengeneza faida kubwa? Kwa sababu kuna watu watakuja kwenye comments wanajifanya wanajua uchumi sana, wataanza kunishambulia, anadanganya huyo. Trade surplus ni faida. Wewe unatengeneza faida, wakati mwenzako anatengeneza hasara. Kwa sababu kazi ya mwenzako ni kutafutia watu wengine pesa, wakati wewe unatafutiwa pesa. Sasa, turudi nyuma kidogo. Huu mwaka ulikuwa mwaka wa vita kali sana ya kibiashara. Watu ambao tunaishi kwenye mitandao, tuliripoti vizuri tu kati ya bwana Trump na China. Trump, lengo lake ilikuwa ni ku, kama sio kuusimamisha uchumi wa China basi kuupunguza kasi, ila kinyume chake ameuongezea kasi. Nirudie tena, kinyume chake huyu bwana ameuongezea kasi. Mshangiliaji mkubwa wa hii vita alikuwa ni Muhindi. Sijui Muhindi alikuwa anapewa pesa, e, uchumi wa China umesimama, e, uchumi wa China umeshuka, e, sijui nini, mambo kibao Wahindi waliongea. Sasa wachambuzi wenye akili zao huwa wana msemo wao wanasema, time will tell. Tusubiri muda utajibu. Kweli muda umejibu, muda umejibuje? kwamba wachina wametengeneza faida trilioni moja hawajawahi kuishika hii hela, kumbuka mwaka hujakata, manake bado hii trilioni moja nukta nane nukta zero nane itaongezeka. Upande wa pili wana hasara ambayo haielezeki, ni wao wenyewe wanasema. Sasa, kama kawaida anayeshindwa akosagi sababu wazee wa mpira watakwambia hali ya hewa sijui atukuzuia kiwanja, atukuzoea kiwanja na kadhalika. Sasa upande wa pili wana sababu zao. Sababu ya kwanza inachekesha sana, wanasema kwamba bwana mchina ana anashusha thamani ya sarafu yake ili aweze kuuza bidhaa zaidi. Watu wenye kujua uchumi watatuelezea hapo, mimi sitaki kuenda ndani zaidi, lakini wanaojua uchumi watatuambia ni namna gani wa China wanashusha thamani ya sarafu yao ili wauze zaidi. Hiyo ni sababu ambayo magharibi wameishikilia, huyu bwana anashusha thamani ya sarafu yake. Sababu nyingine, huyu bwana akauza magari mengi sana ya petroli ambayo hayahitaji nchini kwake. Hiyo achana nayo, sio kubwa sana. Sababu kali zaidi ni hii, Wachina wakosi staili ya kuuza bidhaa uki, ukijua kwamba dunia inahitaji bidhaa za Kichina, sijui nimeeleweka. Dunia ina njaa ya bidhaa za Kichina na wachina wanajua, kwa mchezo unaochezeka ni wa China kutafuta njia ya kufikisha bidhaa zao kwa walaji katika mazingira ambayo huko yamezuiliwa. Sijui naongea kitu gani, mtu anielewe. Bidhaa za Kichina zilizuiwa Marekani, mchina anazipelekaje? Mchina anazalisha zile bidhaa, anazipeleka nchi nyingine. Zinabii assembled, yani zinafungwa alafu zinawekwa lebo ya ile, lebo ya ile nchi alafu zinakwenda Marekani. Alafu hichi kitu niliwaambia, sijui hamkunielewa, nikawa baada ile vita ya u uchumi kuchemka sana ya Trump na Xi Jinping. Xi Jinping alikuwa na ruti zake, mara Vietnam sijui mara wapi zile ruti. Xi Jinping alikuwa anaenda kutafuta sehemu ya watoto wake kwenda kupeleka bidhaa zao. Alafu zikafanyiwe finishing zinawekwa lebo ya ile nchi alafu zinakupelekwa Marekani. Marekani ndo dampo la dunia kwa wachina wanavyochukulia. Yaani Marekani kama Dar es Salaam kwetu yani. So tusiongee maneno mengi, China ameipiga bao Marekani. Niwakumbushe watu, niliwaambia kitu fulani, niliwaambia hivi. Wakati Trump anaapishwa tena, BBC ndio alisema hichi kitu. Sijui BBC walipata wapi, wanajua wenyewe kwamba Xi Jinping, yani serikali ya CCP ilikuwa imeandaa dola trilioni moja nukta tano kwa ajili ya kupigana vita ya kiuchumi na Trump. Kwa nini waliandaa hii hela? Safari ya kwanza ya Trump White House alipambana sana na China. Na kama vile alifanikiwa kiasi fulani na ndio maana hata wafanyabiashara wa Marekani walimrudisha Trump ili aje wasaidie kuikaunta China. Sasa ndio tunaweza tukakonnect hizo dot kwamba licha ya hizo sababu ambazo Trump alizisema mpaka akarudishwa ikulu, lakini maybe, tuseme tena maybe, wafanyabiashara wa Marekani walihisi kumrudisha Trump angekuja kuwasaidia katika vita yake ya kiuchumi na wa China. Sasa Wachina nao walijifunza kwenye safari ya kwanza ya Trump ikulu kwamba aliwasumbua sana. Walichokifanya nini? Waliandaa pesa, akamwambia wewe ukijichanganya tu tunakumaliza. Wao ilifanikiwa, ijafanikiwa. Utanisumbua mara moja tu, mara ya pili huwezi kunisumbua tena. Ukinisumbua tena basi mimi ni mjinga. Sijui hiyo methali ya Waswahili umewahi kusikia? Kwa hiyo cha kujifunza hapa ni kwamba tunarudi pale pale. wa China ni sisimizi, vita yao wanapigana kwa kushirikiana. Wa China wapigani kama simba, vita yako ni mwenyewe uh -uh. Wanakuzunguka kama sisimizi na wanakumalizia mbali. Vita ya uchumi Amerika amefeli. Tunaweza tukasema hii dunia yetu ya sasa, China ameikamata mateka, maanake dunia haina msaada pasipo wa China. Kwa nini? Hakuna taifa ambalo ukipeleka oda ya kuzalishiwa bidhaa utapata ndani ya muda ambao umeelewana na manufaktura zaidi ya China. Sijui nimeeleweka? Yaani umekwenda China umeweka oda ya kuzalishiwa bidhaa, maanake huo mzigo uzalishiwe ndani ya wiki, hata kabla ya wiki mzalishaji ameshamaliza na anakutumia mzigo wako. Kwa hiyo hakuna taifa lenye hiyo efficient, huo ufanisi, hakuna taifa lenye huo ufanisi katika dunia yetu. Waindi wamefeli hapo, alafu hapo hapo waindi wametoa na ripoti yao ya trade deficit ambayo wanayo kwa dhidi ya China ni dola bilioni mia moja. Yaani kibiashara muindi amezidiwa kwa zaidi ya dola bilioni dola bilioni mia moja. Kwa nini Muhindi amezidiwa na Mchina kibiashara kwa zaidi ya dola bilioni mia moja? Wakati sasa hivi tunavyozungumza, Wahindi ndio wanaoongoza kwa watu wengi duniani. Wameshindwa kuwaorganize watu wao wafanye kazi, wako bize kupromoti demokrasi na udini. Ndugu zangu, huyu Mungu Mungu gani huyo tunamtaja taja ovyo asikupe mafanikio? Hiyo demokrasia, demokrasia gani isikupe mafanikio? Yaani kuna vitu vingine hata mtu akikudanganya, lazima uchanganye na akili yako. Demokrasi, uhuru wachina wale, waindi walepale wanashikana uchawi. Inakuaje China anatushinda kibiashara wakati sisi tuna watu wengi kuliko wao? Yes, nchi inayoongoza kwa watu wengi duniani kwa sasa ni India ikifatiwa na China, japokuwa ameachana kidogo sana kitu kama milioni kumi kumi tano, sawa. Lakini India inakosa mfumo wakuaogani watu wafanye kazi, wako bize na demokrasi dini, hivo China Ukiamka wewe kula kazini, hakuna kitu kingine. Kwa sababu hata wao wenye uhuru, uhuru wao ni wa kutafuta riziki. Je, kama serikali imeshakutafutia riziki wewe kula shiba, kafanye kazi. Kuna vitu vingine si vya kupromote, kwa sababu hao magharibi wanapenda kutuhubiria uhuru. Uhuru wenyewe ni wa kujizalisha upate hela kula. Je, serikali imeshakupa hela yako, imeshakupa chakula, inakwambia kafanye kazi. Kwa nini usifanye kazi? Vitu vingine doesn't make any sense. Cha kujifunza kwa wachina nini? Mwanadamu akishiba ni kazi tu. Hakuna haja ya democracy sijui na nini hiyo mnayo. Democracy Rudolf Law sijui nini nini yani. Very stupid stuff. Mwanadamu anahitaji shibe afanye kazi full stop. Uhuru ni illusion. Hakuna haja kitu kinaitwa uhuru. Kwa hiyo wazee wa democracy watuambie demokrasia yao inawasaidiaje? Wakati huyo mnao mwita dikteta ndio anayeendesha maisha yenu. Ndio sala kujiuliza tu. Hii demokrasia yao magharibi inawasaidiaje katika maisha yao ya kila siku? Nothing. Freedom yao nothing. Mwanadamu anahitaji vitu viwili tu, ashibe akafanye kazi full stop. Ukishiba ndio utapata huo uhuru unaoutaka, kwa sababu ukiwa na njaa utasumbua. So, big story, kabla mwaka hujafunga, China ameshaandika faida kubwa kabisa, ya kibiashara haijawahi kuipata hii faida. Kumbuka eh, ndio maana magharibi wamekuja fast wakaanza kututangazia kwamba huyu bwana kashapata ile trilioni alikuwa anaipigania, licha ya kwamba tulipambana asifikie Watanzania, huku duniani tunajifunza kwa kuiga. Kwa hiyo mfumo wa China wanaotumia kupambana huku duniani ni wa kijumuiya na sio wa kibinafsi binafsi. Wa China wote bilioni plus wanahusika katika ujenzi wa uchumi wao, ndio maana wamefanikiwa kuikontrol dunia nzima kiuchumi. Hakuna taifa lenye nguvu ya uzalishaji kama China. Uongo, kweli? Tuelimike tu, tusiwe wasomi.